Hello mdau, mambo vipi? I hope uko poa. Jina langu ni Daniel Sospita, karibu kwenye YouTube channel yangu hapa, ambapo tunaongelea mambo mbalimbali mbali kuhusu teknolojia na leo niko katika eneo la Jangwani, eneo la Yanga, sehemu ambapo utajengwa uwanja wa club ya Young Africans na kitu kilichonileta hapa, ninataka kuongelea mm, kwa uchache kidogo kuhusu teknolojia ya surveying. Kuwa pamoja na mimi kuwa inspired Ukitaka kujifunza mambo kedekede kuhusu surveying, usisahau kusubscribe, pia unifuatilie. Mdau wote nitakapokuambia umuhimu wa surveying, uwe rada. Leo niko na mdau katika eneo hili, lakini sikutaka niseme yote mimi nijimalize. Nataka atuambie ni kitu gani kinafanyika hapa na kwa nini kinafanyika. Mdau, mambo ni aje? Shai na kwaje? Kama kawaida sasa wadau wangu bwana, nataka mm, mjue ni kitu gani kinafanyika hapa, kwa sababu mara nyingi tunapokuwa tukisafiri uh, barabarani tunaona <coughs> kuna some kind of vifaa vifaa vya namna hii viko sehemu um, ni vitu gani kwanza, hiki ni kitu gani ambacho kiko nyuma yako? Mm, hii kwa kitaalam tunaita manake ni kifaa ambacho kina receive satellite signal, ndio maana inaitwa GNSS receiver. Sasa GNSS receiver manake ni global navigation satellite system receiver, ambayo inakuwa inapokea a lot of uh, signal kutoka kwenye satellite mbalimbali mbali. Mfano kuna GPS, kuna GLONASS, kuna BeiDou, kuna Galileo. Sasa hii inakuwa na receive hizo kind of satellite signals kutoka kwenye kwenye hizo satellites. Kwa hiyo hii ni vifaa ambavyo vinakuwa vinafanya kazi katika modality mbalimbali ikiwemo RTK method, static method na method nyingine za za survey ambazo watu wanatumia most of the time. Sasa mara nyingi watu wanatumia RTK na unapokuwa unataka kupata data zako hapo hapo unapokuwa site. Ila unapotaka kupata data zako zenye accuracy kubwa ikiwemo ukiwa uh, unafanya control survey itabidi ufanye static control survey ambapo baadaye utafanya data collection then utaenda kuprocess, utapata data zako hapa. Tupo, tupo Jangwani hapa, tupo kwenye tupo kwenye klabu ya Yanga. Eneo lao wanataka kulifanyia project ya ujenzi wa uwanja. Sasa kabla project hiyo ajaanza, surveyor ni mtu ambaye ni wa kwanza kabisa kufika site kuanza kufanya kazi inaitwa topographical survey. Topographical survey ini, uh, this is a kind of survey carried out to measure and map man-made features and the natural features including trees uh, road building drainage and so many other features that will be found in the site. Sasa <coughs> kuna kuna faida au kuna umuhimu wa kufanya topographical survey kabla kazi yoyote haijaanza. Faida moja hapo ni kuweza kupata earthworks and volume calculation. Nikisema earthworks and volume calculation, tunataka tupate quantity of material ambayo yatakuwa yatakuwa removed au yatatolewa au pia material ambayo yatakuwa freed au yatakuwa added kwenye hiyo kwenye hiyo site, lakini pia ni kubalance ni kubalance uh, material au kufanya leveling katika hiyo site yako, kama kama nataka eneo lako liwe level kwa, unaweza kama unachukua material huku unapeleka material sehemu ambayo unataka uyafill. Yani una cut, then unaenda kufill sehemu ambayo material yanahitajika yana katika hiyo katika topographical, topographical survey. Kwa ni muhimu sana kufanya topographical survey kabla hujafanya kazi yoyote ambayo inahusisha ujenzi, na kama unataka ujenzi ambao utakuwa sahihi na vipimo sahihi, ni muhimu sana kuanza na topographical survey. Kwa architect mzuri ambaye ana design aidha structure yoyote ambayo itatakiwa kuwepo pale, architect mzuri atahitaji topographical map ambayo itamuonyesha hizo features ambazo ziko pale ground. Itamsaidia yeye kuweza pia kuweza ku, ku, ku design according to to features ambazo ziko pale site. Kuna features zingine ambazo hazitaki kutolewa. Ah, sasa kabla hujaendelea mtaani kuna, kuna swali hapa nataka niulize. Ah, mimi binafsi nimejaribu kupita maeneo kadha kadhakadha sehemu ambapo kuna miradi mikubwa ya construction. Hmm. Building construction. Building unakuta mara nyingi surveyor anakuwa hahusishi kwenye kwenye mradi kwa sababu uh, tuseme survey ni foundation ndio kwenye kazi yote ya, ya construction ili uweze ku, ku, design kulingana na physical features ambazo ziko site unahitaji topographic survey. ooaphiu Yes, unafikiri yes? Kwa nini kwa nini uh, mtaalamu kama surveyor mara nyingi anakuwa ahusishi kwenye miradi mwanzo wa miradi inapoanza, lakini mwisho unapofikia sehemu ambapo tayari wameshakosea au engineers, uh, <coughs> architect kashakosea, ndo wanakumbuka kuna mtu ambaye atakiwa act kama foundation. Kwa nini, kwa nini kunakuwa kuna namna, kuna fulani na, na hivi ya surveyor anawekwa nyuma, au kazi inayofanyika inaonekana kazi uh, sehemu kubwa engineer ndo kafanya kazi kubwa, lakini mwanzo kwenye survey design na kila kitu mtu ambaye ni anatakiwa ku act as a foundation ni Savea. Unafikiri kwa nini wanakuwa wanaachwa nyuma sana kwenye maeneo kama haya? Hiyo hali inatokea sana na bado inatokea sasa. Huwa inatokea katika mazingira ya kutokujua au ni kujua mtu kafanya makusudi. Aidha kwa kukwepa gharama, kwa maana kwamba ukimhusisha Savea, anahisi gharama ya kuweza kum kumhaya au Kumpa survey kazi aifanye hiyo gharama itakuwa ni kubwa, kitu ambacho aa, sio sahihi, isipokuwa watu wanaweza kana kwepa gharama au kwa kutokujua, anahisi kwamba sio muhimu survey kuwepo site mwanzo, pale site inavyoanza, baadaye anakuja kurealize kwamba survey ni muhimu na wamesha wameshaenda e, stage ya mbele sana, kitu ambacho inakuwa ni gharama sasa kuanza kurekebisha kitu ambacho tayari kimeshaanza na msingi ambao sio, sio mzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa project, mega, mega project ya ambazo uh, ni crucial savea kuhusishwa mapema sana. Nafikiri tuendelee kutoa elimu kadi tuwezavyo ili watu waweze kupata uo ufahamu. Mwisho wa siku uh, tunajikuta tunakuwa tuna tunaachwa nyuma labda kwa watu ambao wanakuwa hawajapewa elimu ya kutosha. Mtu anaanzisha project lakini hajapata elimu ya msingi kwamba ni professional gani na gani ambaye anatakiwa kuwepo hapa na anatakiwa kuanza kwao. Tuendelee kutoa elimu kwa, kwa jamii mwisho siku watatuelewa wata tu. Okay sana. Na ninaweza nikamtofautisha vipi, kwa sababu mtaani kuna kuna trained personnel wengi ambao wanaweza waka kama surveyor. Sasa nitamtofautisha vipi, huyu ni surveyor ni legit, huyu ni pro professional surveyor na huyu mwingine ni... Uh, of course teknolojia inakuwa na utandawazi unamruhusu kila mtu kuweza kujifunza kulingana na mazingira alionayo. Kuna watu wanakuwa trained site, mwisho wa siku wanakuja ku act kama professional surveyor kitu ambacho uh, anakuwa hana ile misingi halali ya kuweza kujua kwa nini anafanya hichi kitu na huenda kama akikosea anashindwa kupata solution kwa muda mwafaka, kwaona anajikuta anaweza kama anaendelea na makosa yale yale, mwisho siku anakuja kuharibu kazi. Baadaye sana watu ndio kuja kugundua kwamba hii site watu wamefanya survey lakini wana, wali, walikuwa wanafanya kimakosa. Sasa hiyo uh, kwa watu ambao watakuwa ni werevu, mtu ambaye anajua yeye project yake ni ya muhimu sana inabidi uh, atafute survey kwa kutumia qualifications unaweza ukaomba cheti kaomba, um, eh, certificates mbalimbali mbali ambazo zinamtambulisha survea kama yeye ni professional, ikiwemo uh, anaweza kawa ni member wa IST Institution of Surveyors of Tanzania. Anaweza pia akawa ni graduate surveyor, maana atakuwa na certificate, lakini pia anaweza akawa ni registered surveyor, atakuonyesha uh, license pamoja na certificate kama anayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yu. Usimwamini mtu tu kwa kukutana naye akajiintroduce kwamba yeye ni surveyor, mwisho wa siku ukampa kazi, alafu baadaye akaja kuharibu kazi, ukaanza kulaumu industry ya survey kwamba wanafanya kazi mbovu, isipokuwa wewe haujawa makini wakati unatafuta mtu wa kuweza kufanya hiyo kazi. Sasa hivi umesema kwamba hapa ni hii hapa wanataka kujenga uwanja, si ndio? Yes. Na inafanyika topographic survey then design inakuja kufanyika juu ya topographic survey. Sasa kwenye maeneo ambayo ni, ni nyumba za kawaida za kuishi residential au commercial tu ya kawaida ndogo, ninahitaji survey ya kuja kuangalia eneo langu ili niweze kujua terrain iko vipi, design inakaa vipi, sawa. Uh, even residential area ambayo inataka kufanyika construction ya, ya building ambayo ni ya kuishi, ni muhimu kufanya topographical survey. Itakusaidia kupunguza cost ambazo hazikuwa za lazima sana. Ile topographic survey itakusaidia, topographic survey ikishafanyika itakupa ita data ambazo utatengeneza topographic map. Ile topographic map itakupa hizo cut and the, the fill calculations. Kwa hiyo utajua ni eneo gani, eneo gani liko chini, ni eneo gani liko juu. Kwa hiyo pale, kulingana na unavyotaka wewe design yako inavyotaka ina, ina, ina, ina, ina, utajua kumbe sehemu flani ni cut na sehemu flani ni fill. Kwa hiyo ile pale itakusaidia kupata hizo, hizo quantity of materials lakini pia itakusaidia kupata itakusaidia kuokoa gharama ambazo ungezitumia uki, uki, ukifanya construction bila kutumia uh, vipimo sahihi vya surveyor, maanake unaweza ukatumia uh, a lot of fuels, ukalipa watu, ukafanya kazi kwa siku nyingi, na au vibarua, ukawalipa au kama ni watu kawalipa pesa nyingi kwa mistake ambayo ushaifanya mwanzo, lakini ukishakuwa na uh, a good topographical map, maana yake unakuwa na accurate quantities ambayo inakusaidia kupata hizo, hivyo vitu vingine vikaenda uh, proper kama, kama ulivyokuwa umepanga. Yaani, ukiwa young surveyor wa mwaka 2025 halafu unakuja kujilinganisha na, na, na surveyor aliyomaliza mwaka 2010 alafu mwaka wa 2010 akakuzidi uh, akakuzidi competence kwenye, kwenye ufanyaji kazi, nafikiri unaweza kuwa ni mzembe, kwa sababu wakati yeye anajifunza 2010 kuna vitu vingi sana havikuwepo na wewe umemaliza shule kwenye teknolojia ambayo tayari iko more advanced kwao. Ni wakati wako, umri umri unaruhusu, uwezo unao, you can you can start and you can learn more as as you can kuweza kupata skills mbalimbali basi, poa. Mimi nadhani kwa hapo kwa leo inatosha ya, tutapata wasaa mwingine pia, tunaweza tukaongi tukazidi kuongea kuhusu teknolojia ya survey. I hope wadau watapata kitu cha kujifunza. Thank you very much, pamoja sana. Hapa niko na I'm mtaalamu, una baadhi ya vitu ninataka ulimiso Asante. Mimi kwa jina naitwa savea Josefu John Kihinga, ni savea ambaye nimesajiliwa na bodi ya wapima Tanzania kwa maana ya BCRS, lakini pia ni savea ambaye tayari nina leseni, tunasema ni licensed savea mana nyingine naweza sema ni competent surveyor ambaye amesajiliwa kwa ajili ya kufanya kazi zote za survey katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi. Tupo hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya topographic survey. Tuko katika eneo hili la Jangwani, karibu kabisa na eneo la ofisi za klabu ya Yanga, na tupo hapa maalum kwa ajili ya kufanya au kwa ajili ya kupima. Uh, kufanya survey ya topographic survey. Kwa lengo la topographic survey ni kutengeneza ile base map ambao la ma, a base map tunaita ramani ambayo itamsaidia anayefanya design ya eneo husika. Na kwa umalumu kabisa kwa eneo hili la Jangwani tupo kwa ajili ya kufanya topographic survey kwa ajili ya kujenga uwanja wa klabu ya Yanga. Kwa sisi kama PKB company tumepepata nafasi hii ya kuja kufanya hiyo kazi ya topographic survey. Nini faida ya kufanya hii? Hii itasaidia mainjinia wanaofanya design ya eneo hili kujua eneo la jangwani limekaaje, wapi pamenyuka, wapi pako juu, kuna nini. Lakini sambamba na hivyo ya kufanya topographic, pia kuna kazi ya joteki inafanyika. Kazi hii ya joteki ipo kwa ajili ya kupima udongo uliopo hapa. Tunajua wote kwamba eneo la jangwani ni eneo ambalo huwa linajaa maji kwa wanahitaji pia kupima kujua kuna aina gani ya udongo na je, unafaa kujenga, na kama unafaa ni namna gani ile design ifanyike kwa kuzingatia ule udongo uliopo. Kwa kuna kazi kumpi tunazifanya hapa, Topographic survey kwa ajili ya kujua nini kilichopo maeneo haya, lakini pia kujua mwinuko, kujua kuna nini, lakini pia uh, geotech survey ambayo tunasema ni soil investigation, kupima ule udongo kujua udongo, udongo unafaa kwa ajili ya ujenzi. Ak asante. A, wakati tunaongea na mtaalamu mwingine hapa alituambia kuhusu teknolojia ya survey, kwamba ili uweze kwenda sawa na industry jinsi inavyotakiwa inabidi kuwe updated, kulingana na teknolojia. Je, nyinyi kama kampuni ya PKB mnafanya vipi ili kuhakikisha kwamba teknolojia inapokuwa inaendelea na nyinyi mnaenda sawasawa na teknolojia inapokuwa Kampuni ya PKB ni kampuni ambayo inajengwa kwa nguzo kuu cool tatu. Nguzo ya kwanza ni kampuni ambayo inajengwa na vijana. Nguzo ya pili ni kampuni ambayo inazingatia teknolojia sana, na nguzo ya tatu ni kampuni ambayo inamjali mteja. Nikianza na nguzo ya kwanza ambayo ni ya vijana, kampuni hii inaundwa na vijana ambao wako tayari kufanya kazi, lakini vijana uh, ni vijana ambao wako tayari kuadapti teknolojia, ambayo inatuleta sasa kwenye nguzo ya pili ambayo nimesema ni teknolojia. Kwa upande wa PKB ni kampuni ambayo sasa tunatumia vifaa vya kisasa vya teknolojia. Hivi ni baadhi tu ya vifaa ambavyo tunaviita ni differential GPS, ambavyo kwa sasa naweza kusema ni teknolojia ambayo ipo lakini inapita na wakati, lakini pia tuna teknolojia tunayotumia sasa hivi ni ya, ya kutumia drone, na katika drone tunafanya, uh, teknolojia ya aina mbili tunafanya kwa kutumia drone lakini pia tunafanya rider survey. Rider survey tuna uh, tuna skana ambazo tunazo zinazotumia drone na zinatumika kwenye kufanya survey. Kwa mfano mzuri kwa eneo hili la Jangwani tumefanya survey au topographic survey kwa kutumia tekniki mbili. Tekniki ya kwanza tuliyoifanya tumetumia hivi vifaa ambao vinaitwa differential GPS vimetusaidia kuchukua maeneo ya, ya spot height au kujua pointi chachechache za kujua eneo gani na mwinuko gani lakini pia vifaa hivi vimetusaidia kuainisha mipaka ya hili eneo, lakini licha hapo, pia tumetumia drone survey kwa kufanya ile aerial survey, ambapo tumetumia lidar technology. Ile lidar technology inatusaidia uh, kumapu hili eneo, ambapo output tunayoipata kwenye hii teknolojia, kwanza tunapata ortho image au orthophoto. Orthophoto ni ile picha ya wakati huo, yani ile eneo hilo kwa wakati huo linaonekanaje lakini pia kwa kutumia ile lidar technology inatusaidia kupata uh, pointi nyingi kutoka kwenye ile eneo ambayo zinamsaidia yule engineer anapo design aweze kujua exactly eneo hilo. Kwa hiyo kwa upande wa PKB, upande wa teknolojia tuko, tunajitahidi kuadapti teknolojia kadi inavyokuja, na kwa sasa tunamiliki drone, tuna Matrix 400 na tuna tuna lens ambayo ni Zenmuse L2 ambao ni teknolojia mpya kabisa. Licha hivyo, pia tuna hizi slam scanner ambazo zinatumika kwenye kufanya skani na pia tuko nayo ndani ya kampuni yetu. Kwa upande wa teknolojia, tunajitahidi kuadapti teknolojia kadri inavyoenda, na tukisaidiwa sana na vijana wengi walioko katika kampuni yetu. Okay, swali la mwisho vipi, uh, kuhusu swala la vijana ambao tuseme ni young surveyors, unaweza ukawashauri vipi kulingana na teknolojia inapokwenda na na ya wao kujiweka kileo kulingana na industry inayotaka. Cha kwanza uh, kwa vijana wenzangu, maana mimi mwenyewe bado ni kijana. Kwa vijana wenzangu nataka kuambia tu kwamba uh, survey inabadilika, survey sasa hivi inaenda na teknolojia sana, na maanisha nini? Kuna kazi ambazo zilikuwa zikitumia ile teknolojia zamani ya survey zilikuwa zinaweza hata kufanywa kwa muda wa wiki nzima lakini sasa hivi ukiwa na teknolojia mpya unaweza ukafanya ile kazi kwa muda wa siku moja. Kwa mfano eneo hili la kuchukua la kufanya topographic survey la Jangwani kwa kutumia uh, teknolojia ya zamani, hii kazi ingeweza kufanyika hata kwa muda wa wiki nzima, lakini kwa kutumia teknolojia mpya tumeweza kuifanya kazi kwa siku moja. Ile data acquisition tumeifanya kwa siku moja, the same pia. Unapokuwa barabarani, inawezekana ukawa unafanya topographic survey unahitaji uh, kutumia muda mrefu, unaweza kutumia hata, hata, hata mwezi mzima, kama ni barabara ambayo ina kilomita nyingi. Lakini unapotumia teknolojia ya kisasa, hapa naongelea kwa kutumia radar survey, unaweza ukaifanya ile kazi kwa muda mfupi. Kwa mimi ni encourage uh, vijana especially our young surveyors, tujitahidi kuadapti teknolojia. Teknolojia inasaidia, na sasa ukiangalia, tunaingia mpaka kwenye mfumo wa AI artificial intelligence, ambayo inakuja kurahisishia kazi zaidi si kwamba inakuja uh, ku, ku, kuondoa wafanyakazi uh, kwenye hii teknolojia hapana, lakini inazidi kuboresha kwao. Mimi na encourage vijana, especially young surveyors, wajitahidi ku kuadapti teknolojia, wajitahidi kuwa updated, waingie kwenye mitandao, waangalie ni nini kipya katika teknolojia inayohusu survey, hii itasaidia sana kurahisisha kazi zetu. Labda tu ni wakumbushe kitu kimoja, katika project zote survey huwa ni wa kwanza kuingia site, alafu pia ni wa mwisho kutoka. Kwa maana ya kwanza, tunapofanya zile visibility study, survey anaanza kuingia, kama sisi hapa Jangwani tulivyoanza kuingia. Baada ya kuingia, tunachukua taarifa zote, tunampa engineer anafanya design. baada ya hapo tunakuja kufanya implementation. Tunapofanya implementation, ni sisi pia surveya tunakuja kufanya lile zoezi sasa. Utakapotumia surveya ambaye sio professional, atakufanya wewe usipate taarifa sahihi za kisavea, lakini unapotumia uh, surveya ambaye technique yuko vizuri, yuko professional. Na ni vizuri kutumia uh, watu ambao wako registered, wanatambulika pia na bodi lakini pia ni vizuri kutumia vijana wengi wanaotoka chuo, vyuo. Sasa uh, uh, vyo hivi tunavyo vingi, tuna chuo cha Arizona University kinatoa surveyors, tuna chuo cha University of Dar es Salaam kinatoa surveyors, kuna chuo cha Dodoma. Vyuo vyote hivi vinazalisha surveyors ambao ni very professional. Ni washauri waweze kuwatumia hawa vijana. Sisi katika kampuni yetu hatutumii vishoka, tunatumia professional surveyors ili tuweze kutoa output inayotakiwa. I hope utakuwa umejifunza umejifunza mambo kadhaa na yatakusaidia. Leo ukija ukakutana na watu wako barabarani, unajua ni kitu gani kinafanyika na kwa nini kinafanyika, na siku nyingine usidanganywe. Uh, vishoka wako wengi mtaani watakwambia Fanya hiki fanya hiki fanya hiki, jua kwamba ni mtu gani sahihi utamtafuta kukusaidia kwa kazi yako. Stay tuned, kuwa karibu na YouTube yangu, nitakuwa update kwa mambo mbalimbali mbali ya teknolojia kama hivi. Thank you.